Mtazamaji wa TAKUKURU TV, Julai 1, 2025. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila amefungua mafunzo ya kati ya uchunguzi Intermediate Investigation Course kwa maafisa waandamizi wa TAKUKURU yaliyofanyika katika shule ya uongozi ya Mwalimu Julius Nyerere iliyopo Kibaha mkoani Pwani. Akiongea wakati wa ufunguzi huo, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Chalamila amesema kuwa mafunzo haya ni chachu ya kuendeleza utawala bora nchini. Ndugu washiriki, mafunzo ya Intermediate Investigation Course ni miongozi na mafunzo muhimu na ya lazima kwa mtumishi, hasa anayeandaliwa kuwa kiongozi wa TAKUKURU kwa mujibu wa muundo wa maendeleo ya utumishi wa taasisi yetu. Waarifu hawana vyuo, lakini wanajifunza wenyewe. Sasa imagine ni watu hawana vyuo, lakini wako dynamic namna hiyo. Sasa sisi tusipokuja chuoni, kwa sababu hizi kozi ni muhimu, tuendelee kuzifanya ili tukeep pace na maendeleo makubwa, uh, kwenye dunia ya uhalifu, sababu dunia iko vile dynamic. Kwa tutumie vizuri fursa hii ya kukutana hapa, tubadilishane mawazo, uzoefu mbalimbali tulionao, changamoto zote tunazo kazini, kwa sababu sisi nadhani mambo yetu mengi hapa solution zake ndizo kuzipata kwenye Google, sio kwa maana ile ngoja ni Google hapa kwenye dunia ya intelligence ya investigation mambo mengi yanayo na institutional memories tu ambazo tunazo wenyewe hazijaandikwa kwenye vitabu wala nini. Kwa hivyo mwenzio ambaye yuko kasu unaweza kumuuliza juu mnafanyaje fanyaje, eh mazingira ya investigation, kupambana na rushwa katika mazingira ya mpakani mpakani, uone na wewe ambaye labda hauko mpakani, lakini uweze jua siku moja na wewe utakuwa Mamanga, utakuwa Tunduma huko eh? Kwa hivyo tutumie fursa ipasavyo hii. Ninaimani kwamba mafunzo haya yatakuwa chachu ya kuendeleza utawala bora katika taasisi yetu na taifa kwa ujumla. Akitoa neno la utangulizi, mratibu wa mafunzo haya Bwana Benjamin Kapera ameeleza kuwa tangu TAKUKURU imeanza kuendesha kozi hii, kumekuwa na mabadiliko chanya katika uongozi na utendaji kazi. Hayati Nelson Mandela alishawahi kusema kwamba elimu ni silaha yenye nguvu zaidi ambayo unaweza kuitumia kubadilisha dunia. Mkurugenzi Mkuu, tunakushukuru kwa ajili ya kutumia fursa ya elimu na kutoa mafunzo kwa watumishi. Tunaamini kupitia mafunzo watu tunaweza kubadilika, na ezikumu niseme tu, tangu tumeanza kuendesha hizo kozi za uongozi hapa tumeanza kuona mabadiliko makubwa sana ndani ya taasisi yetu, hasa katika eneo la uongozi ambalo lilikuwa na changamoto na kushukuru sana. Lakini uh, Dr. Salim Ahmed Salim alishawahi pia kusema uongozi wa kweli hujengwa kwa kujifunza kila siku na kushirikiana kwa nia njema. Tunaamini kwa njia ya kujifunza, viongozi wetu wataendelea kujijenga kama viongozi. Awali akimkaribisha mgeni rasmi, mkurugenzi wa utawala na rasilimali watu wa TAKUKURU Bwana Ayub Akida ameeleza kuwa mafunzo haya yatasaidia washiriki kuongeza viwango vya utendaji, uzalendo, uadilifu na weledi katika majukumu yao. Kuna methali moja ya Wachina, wao wanasema kama unataka mafanikio ya mwaka moja, panda mbegu. Kama unataka mafanikio ya miaka kumi, panda miti. Lakini kama unataka mafanikio ya miaka mia moja, endeleza watu. Ninatarajia taasisi kwamba mafunzo haya yatajenga ya stadi za uongozi na kuimarisha zaidi katika majukumu yenu ya kazi, na hivyo kuongeza tija katika maeneo ya uzuiaji, uelimishaji, intelijensia, uendeshaji wa kesi mahakamani na eneo la utawala na usimamizi wa rasilimali watu. Ni matarajio kwamba mtaimarishwa katika eneo la utoaji huduma bora kwa wateja wa ndani na nje ya taasisi. Inatarajiwa taasisi kwamba mtaongeza viwango vyenu vya kujitambua self awareness, ili kudhibiti hisia zenu na hisia za watu wengine kupitia masomo mbalimbali ikiwemo mba lile la akili hisia. Inatarajiwa taasisi kwamba mtaongeza viwango vyenu katika eneo la uzalendo, uadilifu, weledi uwajibikaji na ushirikiano ambayo ni maadili ya msingi PCCB core values. Natarajia taasisi kuwa wawekezaji waliofanyika wa kuendeleza watumishi kwa njia ya mafunzo haya ya kati ya uchunguzi utaleta faida kubwa na ya muda mrefu kwa watumishi wenyewe, taasisi na taifa lote kwa ujumla. Je, nini matarajio ya washiriki hawa katika mafunzo haya? Mafunzo haya ya intermediate course, ni ya ni e, maalum kwa ajili ya kuandaa wachunguzi waandamizi kwa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa kwa ajili ya kuandaliwa kuwa viongozi, lakini na kujifunza mambo mbalimbali ya maadili, mambo ya artificial intelligence, lakini mambo ya uongozi, mambo ya namna ya kuhudumia jamii na kuweza kuimanage jamii katika mapambano dhidi ya rushwa. Kwa hiyo, wanategemea kabisa baada ya mafunzo haya sisi kama washiriki wa, wa, wa mafunzo tutakuwa tumejifunza namna ya kwenda kushirikiana na wenzetu, namna ya kuongoza wenzetu, lakini namna ya kusimamia sheria na taratibu za taasisi kwa lengo la kuhakikisha kwamba tuna endeleza haya mapambano dhidi ya rushwa lakini na kuleta tija katika taasisi kwa maana ya ndani ya taasisi lakini na taifa kwa ujumla. Ni matarajio yetu kwamba mafunzo haya sisi kama wachunguzi waandamizi ambao tulieleza toka awali kama mafunzo haya yanakuja kutujenga sisi kama viongozi wa siku za baadaye. Hiyo basi ni matarajio yetu sisi yetu, tut, tut, tut, tutapokea kwa kina na kwa uelewa zaidi zile stadi za uongozi zitakazofundishwa, lakini zaidi tutapokea mafunzo ya kimaadili tutakayopewa tuna ahidi katika mafunzo haya kwa kwa kuwa tunatarajia yatujenge zaidi, kushiriki kikamilifu kwa, kwa kuhudhuria mafunzo yote, kutoa ushirikiano kwa wakufunzi wanaotufundisha mafunzo, ili mwisho wa siku tutapotoka hapa tukaweze kuwa viongozi bora kwa wenzetu, lakini pia kutoa ushirikiano mzuri kwa viongozi wanaotuongoza katika kutekeleza majukumu yetu katika taasisi kwa ujumla. Mafunzo haya ya intermediate course yatatusaidia sana katika kujengea uwezo, kujengea uadilifu kutuwezesha katika kutimiza majukumu yetu kama viongozi viongozi katika, katika maeneo yetu nafanyia kazi, kwa ajili ya kuweza kusaidia watu nawaongoza, katika kutimiza majukumu yao kwawezesha kuweza kutimiza majukumu yao, kwa, kwa sababu fundi anafundisha weledi, anafundisha jinsi ya ku na stress stresi, nafundisha mambo mbalimbali ya kumwezesha kiongozi katika kuweza kumonitor na kuweza kuunganisha watu katika maeneo husika nawaweza kuwasimamia. Kwa hiyo mafunzo haya yanatusaidia sana kwa ajili ya uwezo kwa kwa e ya kuweza kufanya usimamizi na udhibiti kwa juu ya kuwapa watu wepesi wale tunawasimamia na wale ambao katusumiza majukumu yetu kwa ufasaha. Mtazamaji wa TAKUKURU TV tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification